Safari yoyote inayoanza huwa inakuwa na mwisho. Hakuna jambo ambalo mtu analianza halifiki mwisho. Chochote kwenye hii dunia unachokiona kilianza, kikaendelea, kimefika mahali, kuna mahali kinaishia. Maisha ya mwanadamu ni safari. Safari hii huwa inaanza na inaenda, inaishia katika hii dunia. Kuna makundi mawili ya watu, kuna makundi ya, kuna kundi ambalo lipo kwa ajili ya mabaya na kuna kundi lingine lipo kwa ajili ya mema. Utajuaje? kauli zao, lugha zao, mwenendo wao unaambatana na jinsi ambavyo anaenda. Lakini kushauri kitu kimoja, maisha manadamu, ya mwanadamu yameumbwa na Mungu. Huyu Mungu ndo ameweka hawa watu, huyu Mungu ndo ameweka haya makundi. Kundi la kwanza ameweka kwa ajili ya mema na kundi la pili ameweka kwa ajili ya mabaya. Sasa ni wewe kuamua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 kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tufanywe wanaye, sisi tuliomwamini Yesu Kristo, pamoja na wewe unayenisikiliza, na wewe unayeniambia, unayeniona. Kwa kuwa sisi ni mali ya Yesu, tumeokoka, tumefanywa wakwake. Sisi tumeumbwa kwa ajili ya mema. Kwa mabaya, si kwamba hayatakuja, yatakuja ili kudhihirisha mema ya kwake. Dunia hii ina huku na huku yaani, kuzuri na kubaya. Kila eneo, kila mahali kuna wakati wake, kuna majira yake, kuna kipindi chake. Hivi vipindi vyote mtu ame, ameumbwa ili avipitie. Biblia inazungumza katika kile kitabu cha Zaburi ya kwamba mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Yeyote ambaye ana kusudi la Mungu ndani yake Biblia namwita huyu mtu ni mtu mwenye haki. Inawezekana ameokoka au hajaokoka, lakini huyu amesimamiwa katika haki. Biblia inasema mwenye haki mateso yake ni mengi, lakini Bwana anamponya nayo yote. Ni kushauri ndugu yangu, kwa kuwa umeokoka, yani ni Mkristo, yani unamwamini Yesu, simama katika njia ya haki, simama katika njia ya kweli. Ni haki pekee itakufikisha unakotaka. Ni kweli pekee itakufikisha unakotaka. Haijalishi unapita kwenye maisha ya aina gani, haijalishi unapita kwenye tabu za aina gani, haijalishi unapita kwenye vurugu za aina gani, lakini ukweli ni kwamba Mungu aliyekuumba atakupitisha salama. Mungu aliyemtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo ili afe kwa ajili yako na akafa, na leo hii tunafurahia uokovu wa Yesu Kristo. Huyu Mungu ndiye anayejua safari yako na ndiye anayekupitisha. Utapita ukiwa salama na utamaliza safari ya maisha yako ukiwa salama. Yesu anakupenda. Inawezekana nikakwambia nakupenda, lakini si kama Yesu. Alikufa akamwaga damu yake kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ili mimi na wewe tuwe salama <laughs> na ndivyo tulivyo, tupo ndani ya Kristo, tuko salama. Twende katika safari ya wokovu, usikate tamaa usirudi nyuma usiishie njiani uokovu una Mungu na Mungu ndio mwenye uokovu safari ya mwisho ya wokovu ni uzima wa milele safari ya mwisho ya waovu au wasiokoka ni jehanamu ya moto hiyo haina dini wala haina dhehebu yeyote ambaye hajampokea Yesu sehemu yake ni katika jehanamu ya moto yeyote aliyokoka uzima wa milele unamngoja Yesu anakupenda na mimi nakupenda na zaidi katika jina la Yesu. Amen.